ju hii ndio maana halisi ya wanadamu. Ndio maana siku zote nakwambia ukiwatizama kwa macho unaona ni wema sana, lakini huyu ndo ubaya alionifanyia kwa mwanangu. Nimeangaika muda mrefu sana na mwanangu, lakini kumbe kuna watu wameweka kivuli chake dukani. Yani mwanangu anakuwa msukuli, huyu wamemfanya chuma ulete kwa hiyo kuna watu wanafanya biashara kwa nguvu, kumbe kwa kutumia akili ya mwanangu. Na ndo maana siku zote nafsi yangu ilikuwa inazungumza kwamba mtoto wangu upo hai, na hiki ndo ambacho nilikuwa nakiona. Na ndo maana unaona nilikuwa napambana kila dakika kwa ajili ya mwanangu. Kila kitu ulichokuwa nakikuta ndani ni mwanangu, zile dawa naangaika nazo ni kwa sababu ya kumtafuta mwanangu. Namshukuru sana yule nzee Lakini mume wangu unajua ni kiumbe cha ajabu, sio binadamu wa kawaida. Mtoto aliyekaa tumboni kwako miezi tisa unamwita kiumbe cha ajabu? Wakatitakiwa mama ndo uumie. Hebu mchukue mtoto ukamkogeshe, lakini kuna dawa inatakiwa nikachukua kwa yule mzee. Aya, mambo yote yatakaa sawa, hautamwona tena kama kiumbe cha ajabu.

Shani makumu sana njegi, maisha omaina, omaina kwanza, limekuwa jambo la maana sana kupita mtaani kwangu leo. Ila leo naonekana umenipalia kanguka kuniumiza. Loo jamani, umependeza kweli, yani leo jamani.

niangalie na kwa na, e. ex umesuka. Ulo napi mwanaume anashuka. Una sasa wewe Maina, maswala ya kusuka na, na, na kukutongoza ya biusiani eh? mimi nimesuka ntio, lakini fashion fashion kama mchini mtinto eh. Kukupenda kwangu usihusiane na nywele. Sasa ngoja nikuulize swali. Pole, unataka kunifanyia hivyo mwenzako eh? niurubie kitoko. Nakupenda umaina. Hebu na mimi basi msukuma nionekane mjini na mpenzi. Wasukuma wote tunaonekana hatuna wapenzi mjini. Usinifanyie hivyo uh, bwana. Na mimi nionekane mongoni wa watu wenye hekima mjini. Aki ya Mungu mtoto huyu haiwezekani. Yaani wewe, nitafanya juu chini, hata nitauza shamba la nyumbani nikupate. Haiwezekani unitese mimi hivi, moyo wangu napwitapwita ni... wewe yako na tawa yako na yanta jioni, haina shita Pah. ila, ila haki ya Mungu nimezalilika, lakini kukataliwa na mwanamke rafiki, ah. Yuzo. yangu wewe ni rafiki yangu wa muda mbesa na tena wewe ndo rafiki yangu wa damu, tumekuwa tukishia vitu vingi sana mi na wewe. Kwa hiyo hili nitakalokwambia, na imani kubwa utanisaidia mimi. Nimekuita hapa, nina tatizo kubwa sana. Pengine katika siku mbili tatu hapa tujakutana, e, sijakwambia hili swahibu so langu lilionikuta. Lakini kiufupi nimempoteza mke wangu Nimempoteza kwa maana ya kwamba mke wangu simwoni, sijui yuko wapi. Yaani ninaumiza kichwa, namna gani nitampata mke wangu, lakini sipati fumbuli. Nauliza kila mtu, mtu wake wa karibu, rafiki zake, ndugu zake, lakini mke wangu sijapata namna ya kumpata. Wewe unajua namna gani nampenda sana mke wangu. Hakuna kitu kwenye dunia hii kama mke wangu. Mke wangu ndo kila kitu, hivyo inaniumiza sana kutompata mke wangu, mpaka inafika hatua na kutafuta wewe ndugu yangu. Naamini wewe ndo damu yangu, wewe ndo rafiki yangu, utanisaidia kwenye hili Please. ninaomba unipe kampani ya kumtafuta mke wangu, hicho tu nilichokuitia kaka. Kaka vipi? Mbona kama haupo hapa na mimi? Ah. Amna vipi? Ulienda kituo cha polisi? Kaka, nakwambiaje? Nimemtafuta mke wangu kila mahali. Sehemu zote za usalama, vyombo vyote vya dola. Sijapata ufumbuzi wa tatizo hili. Wamekuwa kinipiga tu kalenda, mke wako tutamtafuta, tutajua namna ya kumtafuta, wewe sikilizia. Lakini siku zinazidi kwenda, na mimi mke wangu namnaye sijui, unanielewa? Lakini ndugu yangu, kwanza kabisa, ndugu yangu, mi naomba nikupe pole kwa elo kuputa. Lakini unachotakiwa kukijua ni kwamba hapa ni mjimu. Labda nijaribu kukuliza swali moja. Ulishawahi kumuhisi kitu chochote kibaya kama anakusaliti kwenye ndoa yako? Kaka nakwambiaje, mke wangu ni miongoni mwa wanawake waaminifu duniani. Yani mke wangu mimi naweza nikasema ni, ni mwanamke spesho kuwahi kutokea duniani. Sijawahi kuona chochote kuhusiana na chembechembe chembe za mke wangu kunisaliti. Mwanamke yoyote ambaye anaonyesha uaminifu kwa mme wake ni mwanamke ambaye ni bora sana kuwahi kutokea. Kwa hiyo mke wangu mimi ni moja kati ya wanawake waliobaki ambao ni wema sana hapa duniani. Kaka, mke wangu mimi sio msaliti. Nilikuuliza hivi kama ungeniambia ushawahi kumfumania hata siku moja. Nilitaka nikuambia kuwa wanawake wana tabia kurudia vipi, yaani inawezekana leo unamfuma kesho na kesho kutwa akarudi kwa yule ambaye umemfumania, na nikahisi labda itakuwa shemeji na nayee amefanya hivyo, lakini unavyoniambia, shemeji ni mtu smati, anaga hivyo vitu. <coughs> Usikate tamaa, endelea kupambana. Mimi na imani siku moja shemeji atarudi. Na mimi kama rafiki yako nitahakikisha naungana na wee bega kwa bega katika kulifanikisha hili, maana we ni ndugu yangu, tumefanya vitu vingi na hili jambo lako na imani ni jambo letu wote. Kwa hiyo mi na wewe tutakuwa bega kwa bega katika kulifanikisha hili. Usijali Mkude kaka, mpaka nakwambia wewe, najua kabisa tatizo langu utanisaidia. Ufumbuzi wa tatizo langu upo kwenye mikono yako pia, kwa hiyo kama rafiki yangu nategemea hicho unachokisema, utanipa kampani kwene hili na naamini kupitia wewe nitafanikiwa. Na imani hili litaisha kwa uwezo wa Mungu, tuko pamoja ndugu yangu. Oke, okay, ndugu yangu, mimi nimekuelewa. Vipi sasa, una ratiba gani leo, una eneo lolote unaenda au kuna mahali unakwenda? Uh, hapa nilikuwa na wazo kidogo nielekee mjini, ana kuna mahitaji kidogo ya dukani pale, nataka nikaichukue Yaani imewezekana vipi aje aweze kumchukua mtoto, hali ya kuwa yule ni msukule na tani sio mchawi na hana nguvu yoyote? yaani hmm, kiresiresi tu amuune yule mtoto. Na hicho ndicho kinachozidi kunipa mashaka, kwa sababu gani? Ya alikuja from nowhere, anakuja dukani pale, anamchukua mtoto, anaondoka naye. Nikawaza hizi nguvu yeye amezitoa wapi, kwa sababu kwa macho ya kawaida hawezi kuona, bila kuwa na nguvu kama za kwetu sisi hawezi kuona. Kwa hiyo nimewaza, nikona yani, bwana, nikufikishie wewe kwa sababu sielewi hizo nguvu yeye amezitoa wapi. Huo ni uzembe, tena uzembe wa hali ya juu. Kama kwa macho ya kichawi umeshindwa kumwona, kwa haya macho yetu ya nyama eh, umeshindwa kutumia nguvu. Kwa nini umeruhusu akaondoka naye? Na unajua ni hatari Kiukweli nilishindwa kabisa kutumia nguvu. Kwa sababu gani? kulijaa watu wengi yaani, amekuja tu akaanzisha varangata akamchukua mtoto akaondoka naye. Sasa mimi ningefanyaje? Sasa hata kama ungekuwa wewe ungefanyaje? uzu inahitajika, tuwe makini tena makini haswa, sio bure tano, kuna kitu ametumia, ndio maana akaanza kumchukua uye mtoto. Kwa hiyo tusipokuwa makini, mambo yetu yote yatakuwa wazi. mm. Nahisi nice. itakuwa kuna kitu sio bure, na mi niliwaza sana, hizo nguvu weka zitoa wapi? Tuulizane mimi na wewe, kikubwa tuwe makini. Wewe, amka amka. Sasa ndo namna gani tunakaa tunapigana pigana hivi nimefikaje, eh? hapa nakuuliza, we nje, nje, nimefikaje hapa sasa? Masuala kuniuliza tumefikaje hapa ndio tutakuwa tukae tuyaongee eh? Nisikiliza, tuongee nini mimi na wewe? Wewe ebu, ebu, ebu, naomba tukae kidogo tuyaongee eh? Majirani wanatusikia, unavokaa unapiga pia mikelele hizi sio vizuri. Wenjenje wewe ujanibaka kweli wewe, sasa umaina asa ukiniambia hivyo na nikosea. Ebu tulia basi tu yaongee mtoto mzuri eh? Tuyaongee. Wewe ni malaika eh? Sikiliza wewe Njenje. Tena nisikilize kwa makini, sitaki mambo yako ya ajabu ajabu, uchawi nalifanyia mimi si uhitaji. Sitaki mazoea kacheza unakochezaga. Na uruka zangu silete mambo ya kipuzi kabisa. Sasa ndo nakwenda wapi? Sasa kimekulamba eh? Ulijifanya oh? unipeleke unipeleke wapi? Angaria sasa kimekulamba lolo. Oh, nijifanya mimi. Mimi ndo njenje. Ukisikia njenje msukuma jilin no Tanzania nzima ndo mimi eh. Tanzania nzima msukuma shindikana mimi, nitanipeleka wapi? Apeekewap monaefika kwangu kimemlamba lolo kime mlampa lolo, kime kulampa mpwa. Wewe chaza na wasukuma wao, ala! <coughs> Aia, taarifa b kanikuja kwako, mpaka nikupe taarifa? Sina maana kwamba itikuja kwangu mpaka unipe taarifa, lakini ndikuwa natoka leo, ndo nimekuwa free, ndo maana nimekuja mana. Kwaiyo shetani ana nguvu. Haya, karibu ufurahi mwenyewe.